Je, ni jinsi gani unaweza kuseti whatsapp yako usiweze kuonekana kwa watu wengine kwa upo online? Naomba fuata maelekezo haya ili kuweza kuseti whatsapp yako. Sasa basi, baada ya kushika simu yako, eh, hatua ya kwanza utatakiwa kuifanya ni kuwasha data. Mimi nimeshawasha data, eh, nakukumbusha utatakiwa kuwasha data. Baada ya kuwasha data, utaenda katika faili lako la whatsapp. Ukishaenda faili lako la whatsapp, ili uweze kuseti kile tulichokubaliana, yani usiwe usiwe unaonekana ukiwa online, Utabonyeza vidoti vitatu hivyo kama vinavyoonekana hivi, vitatu hivi. Ukishabonyeza utashuka kipengele kichwa ni kwa setting, utabonyeza. Baada ya kutoka kwenye kipengele kichwa ni kwa setting, utakuja katika sehemu moja iliyoandikwa privacy. Hapo kwenye kufuli, hapo utabonyeza. Ukishabonyeza hapo, it, it, it, uta, utaona hapo umeandika who can see my nini my personal info, sawa. Sasa sisi tunashuka nini, last seen and nini and online, tunabonyeza baada kutoka hapo utaona hapo who can see eh hey, my last nini my last seen. Nani atakaye kuona nani ataki kuona mara mwisho wewe kuingia wapi online. Kwa mfano, mzee wewe kutoka hivi au mtu unaona uh, huyu uh, da huyu alikuwepo online mida saa 6 au saa 7. So, unajua ile kuna ile una inaonekana. Sasa wewe utu, we, ita, kama nakuonyesha hivyo umebonyeza kwenye everyone. Ukibonyeza my contact inaandika tu namba yako ya simu, lakini wewe utatakiwa kushuka. Huku chini, nobody, yani yoyote hawezi kuona. Utabonyeza everyone mtu kufanya so setup cha muhimu zaidi, lazima uwe na bundle ili kufanya setup ndio jambo la muhimu zaidi hapo, na maelekezo pekee utakayoweza kuyatumia kuweza kufanya setup ya kwenye WhatsApp yako ili usionekane online. Sasa basi, nakuomba tu usisahau kusubscribe, kwa sababu ukisha subscribe unakuwa umenipa support mimi na pia unakuwa umenipa nguvu mimi kuendelea kuleta vitu vizuri zaidi. Eh, share kwa ndugu jamaa na marafiki, comment chochote ukicomment. Okay, pia unakuwa umenipa nguvu eh, unakuwa umenipa nguvu na unaniongezea mimi ubunifu ili niweze kuzalisha kitu kilichokuwa bora. Pia usisahau kulike, pia yenyewe utakuwa umenipa nguvu pia. Naomba nikutakie siku njema. Bye bye.